Program ambayo inaendelea sasa, this financial year, pesa ambayo imepeanwa na Rais Ruto ya kuongeza stima mashinani katika town zote katika area ya Isiolo ni milioni 711. 711 million shillings worth of electricity projects for Isiolo County alone. Na vile vile na vile vile tumekamilisha ujenzi wa kile kiwanda cha stima cha Merti, ambazo kitaongeza nguvu ya stima, stima isiwe inakuja ikipotea. So we have an energy electricity plant in Merti ambayo tumejenga. Mimi nilikuwa hapo two months ago, imekamilika pale Merti Hybridization Plant ambayo imegharimu serikali ya Kenya million 360 million. Ukiongeza 360 million ya Merti hybridiz Hybridization Plant na 711 million ya Last Mile Connectivity, ya kupeleka kusambaza umeme Isiolo, inakuja 1 billion shillings ambaye Rais Ruto ameweka katika Isiolo County kuongeza maneno ya stima.